Mambo ikaanza sasa, pale mambo ikaanza kuchemka, namna watu wanasema siku hizi, mambo ikaanza kusonga, things started to move in the direction of that woman. Huyo mwanamke akapata kibali kwa mfalme. Mfalme wakati aliposikia hilo jambo, akaita an officer, akaita afisa fulani wajeshi bwana asifiwe, amen. Wacha nikuambie wakati Mungu anataka kufanya kitu katika maisha yako, kuna amri itatolewa, kuna mtu atatengwa atawekwa mahali kwa ajili yako. Msaada wako utatokana kupitia kwa mkono wa huyo mtu, na huyo mtu hana namna, lazima wakati amri imetolewa, lazima itafanyika. Kwa hivyo e, mfalme akaita huyo akida, the captain, mwanajeshi alikuwa na uwezo. Nataka kuamini ya kwamba yeye ndiye alikuwa anasimamia mambo ya property ama vitu ambavyo vinahusiana na maisha ya watu. Akatolewa amri, akaambia akaambiwa, nataka kuanzia siku ya leo ushughulikie mambo ya huyo mwanamke, nataka ushughulikie kilio chake. Anasema ya kwamba wakati alipotoka kwa sababu ya njaa, akaenda katika nchi Wafilisti, nyumba yake ilichukuliwa, shamba lake likachukuliwa, vile vitu ambavyo alikuwa navyo watu waliweza kuchukua. Huyo akida akachukua hiyo amri na akaambiwa aende A restore everything ambayo ilikuwa na huyo mwanamke, hata ile mazao ya shambani aliambiwa ya kwamba lazima lazima faida zake zirudishwe. Bwana sifiwe, amen. Msikilizaji, nataka kuambia kitu kuanzia siku ya leo ukafahamu chochote kile ambacho ni chako, Mungu alikuwa amekubariki nacho, Mungu alikuwa amekupatia, itabaki kuwa yako, wala hakuna mtu wala hakuna chochote kiko na uwezo ya kukunyang'anya ni kakuwa ya mwingine. Kilicho chako ni chako kwa sababu Mungu alikupatia. Kwa hivyo kama kuna hila kuna njama ama kuna nini ilifanyika, Whether designed or a default, it remains yours. Inabaki kuwa yako kwa sababu Mungu ameiweka kwa jina lako, ni yeye mwenyewe alikuwa ameamua atakupatia. Nakumbusha wakati mwingine Eh, kuna watu walikuja kudai shamba lingine la wana wa Israeli, lakini wana wa Israeli walisema, ikiwa Chemosh mungu wenu aliwapatia kitu ni chenu, na kama mungu wetu ametupatia hii shamba ametupatia hivi vitu ni, ni vyetu, hakuna namna mtachukua. Walikataa, walijua kwamba mungu akikupea kitu ni kitu chako wala hakuna mtu ako na haki juu yake akuja akunyang'anye, ama atumie janja fulani, lazima ni yako. Bwana asifiwe. Ndio nimekuja kuambia msikilizaji wangu siku ya leo ya kwamba zile baraka mungu aliamua anakubariki nazo zitabaki kuwa zako, na kama kuna kitu mtu alifanya ama adui alifanya Lazima kuna urejesho pokea. Okay, hilo kama ni neno la ufunuo rema word juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Na hakika huyu mwanamke alirudishiwa hizo vitu zote na faida ya vitu alikuwa amepanda katika shamba lake. And he gave you. Amen. Lazima hizi vitu vimiliki. Amen. Lazima uvitumie, na hata kama imechukua muda mgani, Mungu hashindwi na chochote, atahakikisha chochote kile alikupatia utakifurahia. Yes. Au utakufa mpaka ufurahishe hizi, ufurahie ile vitu Mungu mwenyewe amekupatia Mungu wetu ni Mungu mwema na yeye ni mwaminifu. Hawezi kupatia kitu leo alafu kesho kipotee na ukose kufurahia. Mungu wetu ni baba yetu, anatupenda, anatujali, anataka tuwe na hizi vitu zote. In fact, Yesu alisema jambo moja, alisema it is the pleasure of your father, of the father to give you these things, to give you the kingdom If it is his pleasure to give us the kingdom it is much more to give us these things and he wants us to enjoy these things that he has given us. Anataka tufurahie, Bwana asifiwe, amen, na anataka ufurahie katika nyakati zote. Kuna wakati mwingine watu wanaulizana swali, unataka utajirike ukiwa kijana ama utajirike ukiwa mzee? Hiyo ndio swali watu wanaulizana Mtu anasema unataka utajirike ukiwa kijana, wakati utakuwa uzeeni uwe masikini, ama unataka uanze na kuwa masikini alafu ukitajirika, -uki, -uki, -uki, ukizeeka uwe na mali. Bwana asifiwe. Mimi nataka kujibu hiyo swali na kusema siku ya leo, msikilizaji wangu, Mungu anataka kufurahia nyakati zote. Mungu anataka kukubariki nyakati zote hata katika ujanani mwako ukafurahie, yes. Ukiwa mzee yes. Ufurahie yes. Uishi miaka mingi yes. Ikiwa umefurahi yes. Na chochote ambacho adui yes. anafikiria amechukua kutoka kwako yes. Mungu anarejesha yes. Kuna urejesho Bwana yes. Suwe sana, Mungu anarejesha. Kama na afya yako ilikuwa imedhoroteka, Mungu anarejesha. Amen. Chochote ulipoteza, mali yako yote ulipoteza yes. Inarejeshwa. Bwana sifiwe na, na, na Mungu ameweka mipango, Mungu ameweka mipango na namna hizo vitu zinaenda kurudi, na Mungu ameshatoa amri yes. na ameamrisha, lazima chochote kilichokuwa chako na ambacho ni chako kinarudi kwako. Amen. Bwana sifiwe anaenda kurudisha ndio, yes. Katika kitabu cha Yoeli Mungu akawa anaambia wana Israeli hata ile miaka nzige walikula, anaenda kurudisha Amen. Mungu wetu ako na tabia ya kurudisha vitu yes. Mungu wetu ako na tabia ya urejesho Amen. Ukitaka kujua tabia ya Mungu wetu, tabia moja yake yes, ni ya kurejesha vitu Amen, vilivyokuwa vimepotea Amen vilivyokuwa vimeibwa hata yes. kama mtu aliiba kitu yake akafikiri wewe utakufa masikini huo ni uongo tupu hiyo yes. huo ni uongo tupu huwezi kufa masikini kwa sababu mtu alikuibia yes. kuna namna mungu atarejesha bwana asifiwe ndio huyu mtumishi wa mungu niko naye kwa studio naweza toa ushuhuda yake kidogo kuna kazi yake ambaye anafanya alafu watu wakaunda njama wakamuibia yes. Kuanzia wakati huo hakuna wa siku amefilisika. Yes. kazi yake inaendelea Yes, kupanuka Amen, na kuinuka kila siku Amen. kwa sababu ni Mungu alikuwa amembariki yeah, na hiyo kazi yake. na hata mtu akipanga njama mm, aibe hiyo mm, ni anajisumbua bure yes, kwa sababu baraka za Mungu hufanya mm, mtu kuwa tajiri, tajiri. Bwana asifiwe ikiwa tu uko na baraka za Mungu kwa maisha yako yes, hakuna kitu Utakosa kwa maisha haya. Amen. Na hakuna mtu atachukua kilicho chako. Amen. Bwana asifiwe. Na hapo ndio nafurahia Mungu, ndio maana nahubiri Injili yake. Amen. Na ndio maana amesema nikuje kwa hii redio nikuelezee msikilizaji hmm. Ukaweze kujua mambo haya na ninajua yes. kwamba inaenda kufanyika yeah. hmm. Chochote kile ulipoteza yes. kwa njia yoyote ile ulipoteza na yoyote ambaye alihusika ali yes. mwisho wa mambo haya umefika mwisho. yes. na sasa unarejeshewa. Amen. unapata urejesho tena katika maisha yako. Angalia, kama mtu anaitwa Ayubu kwa Biblia. Ayubu alikuwa mtu amempenda Mungu sana, na hili lifanyika, ilifanyika akapoteza kila kitu, lakini Mungu wa urejesho alikuja tena yes. Akamrejeshea Ayubu yes. kila kitu kile alikuwa amepoteza, na hata Biblia inasema aliweza kupata kama ni watoto, alipata watoto wazuri sana Amen. kama ulipoteza mtoto ama watoto yes. hiyo si mwisho chochote yes. kile ume, umewahi poteza yes. kama ayubu yes. Mungu anarejesha Amen. na anarejesha kikiwa kitu kizuri zaidi Amen. kuliko hata kile cha kwanza Amen. Mpendo wache kulilia vitu ambavyo vilipotea yes. Mungu anarejesha vikiwa vitu vizuri sana Amen. Wakati Mungu anarejesha, na kuanga ameipamba tena, ameifanya kuwa mzuri zaidi Amen. inakuwa bora zaidi Amen. hata wale walifikiri wamekunyang'anya wanaaibika yes. na wakati Mungu amerejesha, hakuna tena mtu atachukua yes. Mungu anaenda kuilinda. Bwana asifiwe, ni shamba ama ni nini ulipoteza yes. Ni mambo gani ilifanyika, ukawa na jikuta ya kwamba umepoteza. Yes. Lakini hujapoteza vile, maana mwenye kurejesha anarejesha yeye, hako na ujuzi hako na uwezo yeye, si mwanadamu akasema uongo. Yeye anajua hizi vitu zote yes. Na anajua namna huwa anafanya Bwana yes, zufiwe. Yes, niko na uhakika Mungu anaenda kufanya Amen. Mungu anaenda kurejesha Amen. Eh? Waliokuchekelea, waliokudhihaki. Amen. Waliosema ameisha, waliokupangia mabaya. Yes. Wakasema wache tuchukue, wache tumnyang'anye. Yes. Tuone atafanya nini? Yes. Wataone kile mungu sasa anafanya. Yes. Labda wataone chinyi, we unafanya. Maana walikuwa werevu wakakuwa na nguvu kukuliko, lakini sasa mwenye anarejesha, mwenye kufanya atafanya Amen. Na anafanya kwa nguvu zake Amen, kwa hekima yake, na wala hakuna mtu atamzuia Bwana. Asifiwe. Amen. Wakati wowote yeye atafanya Amen. Biblia inasema yeye ni mwaminifu, nasema even if we are faithless, is faithful. Yes. Yeye ni mwaminifu, anaposema anafanya, anapoahidi anatekeleza na huyu ndio Mungu tunayeabudu, huyo ndio Mungu tunakuambia habari zake. Yes. na kwamba hako na uwezo Yes. Bwana asifiwe. Amen. kwa hivyo msikilizaji, jitie nguvu, amini hili neno Yes, linaenda kufanyika katika maisha yako eh. walidhani unaisha wakati huyu, ndio you are springing forth, unachipuka tena. Yes, kwa maana unaye mwenye uwezo kwa upande wako unaye mwenye nguvu pande zako, akitaka kufanya anafanya. Kilichopotea anarudisha tena. Amen. na anarudisha kilicho bora zaidi Amen. amini yeye siku ya leo Amen. na kwamba anaenda kufanya. Bwana sifiwe. Yeye ni mwema, tumemwona katika maisha yetu na tunazidi kuona uweza na nguvu zake yes. Biblia inasema katika kitabu cha ja do. Hako na uwezo wa kufanya hata kile ambacho hata hujamuomba, hata kile kitu hujawahi fikiria yeye, mm. Hako na uwezo wa kufanya, huwezi jua atatumia njia gani, mm. Lakini atafanya, huwezi jua atatokea wapi lakini atatokea. Bwana asifiwe! Na akiamua, ameamua, na atafanya. Mwamini yeye, jaribu yeye uone, kwa kumwamini anaenda kufanya. Bwana asifiwe. Msikilizaji, naamini Mungu anakuhudumia yes. Naamini ya kwamba unapata rema word, neno ambalo amelifunua hii neno ni la ufunuo katika maisha yako, na Mungu akitaka kufanya kitu huwa anafunua kwanza. Mungu hawezi tu kuja kutokea na kufanya kitu. In fact alisema ya kwamba hawezi fanya chochote mpaka afunulie manabii watumishi wake watu. Wakati wote unaposikia mtumishi wa Mungu anaongea juu ya kitu, wakati unasikia anasema mtumishi wake anasema, namna anasema juu, yeah, ya kwamba ni Mungu anataka kufanya. Kwa hivyo hii mahubiri, huu ujumbe unasikia, ni kwa sababu Mungu amejiandaa na anataka kufanya, anataka kufanya, and this is the season. Huu ndio wakati Mungu anafanya mambo haya. Bwana asifiwe. Amen. Mm? Maana Mungu ameamua kuingilia kati na ametoa order, yes, ordered it, ameamrisha kwamba ni wakati wa kufanya